tu latsluyuai ninai kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi mwenye wa rehema mwenye kurehemu. Kumekushughulisheni kutafuta wingi, mpaka mje makaburini. Sivyo hivyo, mtakuja jua. Tena sivyo hivyo, mtakuja jua Sivyo hivyo, lau mngelijua kwa ujuzi wa yaqini, basi bila shaka mtaiona Jahannam. Tena bila shaka mtaiona kwa jicho la yaqini. Tena bila shaka mtaulizwa siku hiyo juu ya neema. Allahu akbar. Sura tu Takathur imeteremka Maka. Sura hii inawaibisha wale ambao kushindania wingi kumwashughulisha na kutimiza yaliyo ya wajib, na inawaonya kwamba hakika watakuja jua mwisho wa taksiri yao hiyo, na inawakofisha watu kuwa watakuja uona moto na watakuja ulizwa neema walizokuwa nazo Yamekushughulisheni mkaacha kutimiza yaliyowajibu na ya utifu, kule kujitapa kwenu kwa wana na wafuasi na kujifahiri kwa mali na hesabu na nasaba, mpaka ya kusibuni mauti. Hakika mtakuja juwa matokeo ya upumbavu wenu na mapuza yenu, na hakika bila shaka mtakuja juwa na tija ya hayo. Ama kwa hakika lau ngelijuwa kwa yakini uovu wa mwisho wenu bila shaka mngeliogopa huko kushindania kurindika mali na mngelijitengenezea akhera yenu. Na kuwapieni nanakutilieni mkazo, enyi watu, kwamba hakika nyinyi mtakuja ushuhudi ya moto unaowaka. Kisha ninaapa nanatilia mkazo kwamba mtauona wazi na tela na apa mkazo kwa yakini. Tena naapa nanatilia mkazo kwamba hakika nyinyi mtahisabiwa kwa neema mlizodeka nazo na mkazistarehea.